Kamba za kuzimu zikaachie maisha yako. Amen. Nasema zikaachie maisha yako. Amen. Ndio maana fungu fungu la mateso linaitwa matanga. Rudia nje sasa. Fungu la mateso linaitwa matanga. Rudia tena. Fungu la mateso linaitwa matanga. Fungu la mateso linaitwa nini? Matanga na matanga yanatoka kuzini. Neno matanga ni, tu, ni kutoka kuzini au siseme? Ah, kwani hii inakuwaje? Kasoma Ezekieli thelathini na moja kumi na tano Soma kwa sauti Ezekieli thelathini na moja mstari wa kumi na tano Ezekieli thelathini na moja mstari wa kumi na tano utaona pale mtu anapokuwa kuzini anavikwa roho ya matanga. Matanga maana yake ni huzuni, maombolezo, uchungu, hasira, hofu, mauti. Ndio maana ni matanga. Mtu anaposema anakaa matanga, maana yake anakaa kwenye mateso, anakaa kwenye uchungu, anakaa kwenye maumivu, anakaa kwenye mauti. Ndio maana siku hizi watu wengi wameelimika, utasikia hata anapozika jamani, sisi tunavunja matanga, hakuna matanga kwenye hii familia. Watu wengi wameanza kuwa na ufahamu ule wa kiroho. Ule ni ufahamu wa kiroho sio wa kibinadamu. Unaposema tumezika tunavunja matanga, maana yake ni kitu sahihi kabisa. Hata kama watu wataendelea kuja kukusalimia nyumbani, lakini tanga ukinyoja kwamba tumevunja matanga. Sema nimevunja matanga kwa jina la Yesu. Hakuna mtu mmoja anasema kwa sauti, sema navunja matanga kwa jina la Yesu. Navunja matanga kwa jina la Yesu. Kuna watu wanafurahia kukaa kwenye matanga. Anafurahia kabisa na anafurahia zaidi kuletewa sukari akiwa kwenye matanga, anafurahia zaidi. Toka kwenye matanga, matanga yataonekana kwako, malango ya kuzimu yataonekana kwako. Ezekieli thelathini na moja kumi na tano soma kwa sauti. Ezekieli sura thelathini na moja mstari wa kumi na tano Nasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu. E, Bwana Mungu asema hivi, asema hivi, katika siku ile alipoteremka mpaka kuzimu, hey, na aliamuru matanga aliamuru matanga kule kuzimu. Ndo kunaamuru nini? Matanga. Narudia, kule kuzimu ndo kunaamuru nini? matanga. Matanga na likifunika kilindi kwa ajili yake, nikiizuia mito yake, nayo maji makuu yazuiwa. Yazuiwa na liamuru yazuiwa, ya na, na ya ya ishi a ya mafanikio yazuiliwa, mito inazuiliwa, mema yanazuiliwa kwa sababu ya matanga. Kwa sababu ya nini? Ya matanga. Kwa sababu ya matanga. Nani huyo atoe sauti? Kwa sababu ya nini? Nini ya ya ya matanga. Kwa sababu ya nini? Ya matanga. Sema navunja roho ya matanga. Navunja roho ya matanga. Sema navunja roho ya matanga. Navunja roho ya matanga. Kwa sababu roho roho. Kwa sababu chanzo cha matanga ni. Ni nguvu nguvu za kuzimu. Ni nguvu za kuzimu. Ni nguvu wangapo wanajua maana ya maisha maisha, wanajua maana yake. Maisha ni furaha, maisha ni amani, maisha ni uzima. Kwa nini unataka kujenga nyumba ukae kwenye nyumba yako? Unataka furaha. Kwa nini unataka kuwa na mume wako, tunataka kuwa na mke wako? Tunataka furaha. Kwa nini unataka kuzaa eh? Ili watu wajue tumbo lako linazaa? Unataka furaha. Maisha ni furaha. Kwa nini unatafuta pesa Kona tafuta pesa kwa bidii ili ukitaka soda ununue. Mtaka kupanda ndege unalipa. Yote hayo ni furaha. Maisha ya mwanadamu ni furaha. Mwanadamu anapokosa furaha, kuzimu inamtawala. Nirudie hapo nisirudie? Nirudie. Nirudie. Mwanadamu anapokosa furaha, kuzimu inatawala ndani yake. Ndio. Halo? Amen. Halo? Amen. Na maana mwingine anaua ndugu yake kwa sababu yeye hana mali, ndugu yake ana mali, inabidi amuue. Maana yake nini? Kwa pesa nyingine, mtu mwingine asipofanikiwa mwingine akafanikiwa, mwingine anabeba roho ya, ya kuzini roho ya ukatili, kwa sababu amekosa nini? Furaha kwa, Fura. Kwa nini yule anauza huyu auzi? Hello? Amen. Roho ya kuzini inaleta uharibifu. Amina. Na ukitaka kutoka ukitaka kutoka kwenye shida za kuzimu, ukitaka kutoka, sikiliza na malizia hapo. Ukitaka kutoka kwenye shida za kuzimu, ukitaka kutoka kwenye mateso, hatua ya kwanza, hatua ya kwanza, hatua elu ya hatua kwanza, unisikiliza vizuri Mi mafundisho yangu huwa yananyooka hivyo, sipindishi. Nisikilize, ukitaka kutoka kwenye shida, ukitaka kutoka kwenye magonjwa, ukitaka kutoka kwenye ndoto mbaya, ukitaka utoke kwenye kila kifungo unachotaka kutoka, hatua ya kwanza, shughulikia Mungu tumbo. Haya, sasa Mgeukie mwenzako ma unashughulikia Mungu tumbo. Ha, tumewacha watu au tuko pamoja? Amgeukie mwenzako umeshughulikia Mungu tumbo. Kuna watu hawaelewi hapo, wajiulize tangu mtu amekuwa meneja tumbo naongezeka Mwambie mwenzako umeshughulikia Mungu tumbo? Eh? Amesemaje eh? Nini? Aya mwambie, labda inawezekana huko tumemchanganya. Muulize unataka kutoka kuzimu? Mwambie tu unataka kutoka kuzimu? Wafilipi 3:19 soma kwa sauti. Wafilipi 3:19. Maana yake ni nini? Tunapokuwa kwenye maombi haya ya siku nne ya kuvunja kila malango ya kuzimu, lazima kidogo ulipumzisha tumbo. Ulipumzisha kidogo unaposhughulikia malango ya kuzimu. Uweze kushughulikia malango ya kuzimu umeshiba. Unapewa nguvu. <coughs> <coughs> Zudio pa Wafilipi ka. Wafilipi sura ya tatu mstari wa kumi na tisa nasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu. Mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni tumbo, mungu wao ni tumbo eh. Utukufu wao hu katika fedhea yao. Eh. wani yao mambo ya duniani. Rudia tena wajasikia, wa Filipi 3:19 nasema eh, kwa jina la Yesu Kristo mungu mkuu ndio. Mwisho wao ni uharibifu, mungu wao ni tumbo, utukufu wao hu katika fedhea yao, wani yao mambo ya duniani. Hallelujah. Jifunze kwa Yesu. Yesu alipozaliwa akahubiri injili, hakufanya chochote kwanza, alishughulikia tumbo akafunga siku 40. Ndo akaanza injili. Hata mimi nini? Nilijua Yesu yupo, niliziona nguvu za Yesu, nikaona maono, baada ya kushughulikia tumbo. Amina mwenzangu, huko tayari kushughulikia tumbo, Yesu akufungue. Najua kuna wengine wanasema, haya maombi ya kufunga hayo, kwani mimi sijafunga, siwezi kuja. Mimi sikuambi ufunge ili nikukomeshe, ili upate vidonda vya tumbo. Nia yangu ni njema, ufunge ili malango ya kuzimu yasiwe na nafasi kwako kwa. Ili malango ya kuzimu yasiwe na nafasi kwako kwa. Kama unabisha, tafuta mtu mpigaji, watu mnyime ugali. Kama ataendelea kupiga, tafuta changudo machangudo, mnyime ugali. Kama ataenda kwenye uchangudoo, tafuta mganga wa waganga, asile kama ataendelea kuagua. Mungu wao ni tumbo, ndio unaposhughulikia tumbo unatoka kuzimu. Amen. Yona alikuwa ni mtumishi. Yona alikuwa ni mtumishi, alikuwa ameitwa. Yona alipokuwa anaambiwa na Yesu alikaidi sauti ya Yesu. Yona alipokaidi sauti ya Yesu, Yesu akajua shida ya Yona ni tumbo. Kuna watu hawasikii sauti ya Yesu sio kwa sababu wampendi Yesu, kwa sababu ni tumbo, ndio Yona akamezwa na nyangumi pia anasema ni samaki. Yafinso samaki, lakini sio hao na wao wao. No, no, no, no, no, no. walikuwa ni nyangumi. mm. Kwa nyangumi alipommeza Yona, Yona alikaa kwenye tumbo la samaki siku tatu, hakuna kula hakuna kunywa. Siku ngapi? Tatu. Hata kile kilichokuwa kimemeza, kile kilichokuwa kimemeza kinaitwa kime nyangumi, kilishindwa kumeza nyama ya Yona, ilibidi amtapike Yona kwa sababu ya maombi ya kufunga. Amina. Na Yona alipotapikwa kwa sababu ametoka kwenye kufunga siku tatu alihubiri. Biblia inasema ule mwendo ulikuwa ni mrefu, lakini Yona karibu alitembea tu kama masaa matatu amefika. Ndio. Ameshashughulikia tumbo, alirudi ni mkali, akawaambia watu wote wafunge mpaka kuku wa nyumbani kwako kwa wafunge. Amina. Sema wangapi, wangapi, wangapi wana wana wana simu simu, simu? Amen. Amen, mambe simu yako una chaji au uchaji? Mambe, simu yako unaweka chaji au uweki chaji? Nenda zaidi ya miaka 25. Sijui dawa, sijui hospitali, sijui ugonjwa, wowote. Na mimi kuhani naendelea kuwekwa hapa mpaka Jumapili, hakuna kutoka, hakuna kula, hakuna kunywa mpaka umefunguliwa. Amen. Na ikiwezekana, hakuna kulala kwenye godoro. Unafikiri kufunguliwa mtu anafunguliwa kiwepesi tu. Hata kwenye huduma wakati mwingine watu wanafikiri wepesi tu, wepesi tu. Eh? Labda naona tu jambo fulani linafanyika, nafikiri ni wepesi. Hakuna wepesi kwenye hayo maisha. Mnaga kitu kinaitwa chepesi Akinu. Hata kwenda kujisaidia hakuna wepesi, lazima ukaze uso Hakuna kitu duniani ambacho kina wepesi, hata kwenye huduma hakuna wepesi, kwenye kazi hakuna wepesi kwa, hakuna kitu chenye wepesi. Maana watu wengi wanafikiri kazi ya Mungu ni wepesi, wepesi. Hakunaga wepesi, na haya yote ukitaka kushinda ni kufunga na kuomba. hujasema Amen. Ameni kubwa wewe. hujasema Amen. Ameni kubwa wewe. Ni kufunga na fani? Na kuomba. Lakini usisahau. Unapotaka kushughulikia malango ya kuzimu, shughulikia matumbo kidogo. Amina. Hata yeah, kama utanishughulikia sana, shughulikia kidogo. Ndio. Angalau Yesu ajue uko kwenye maombi. Amina. Na nasema malango ya kuzimu hayatakuweza. Amen. Na nasema malango ya kuzimu hayatakuweza. Amen. Na nasema malango ya kuzimu hayatakuweza. Amen. Yona mbili mbili Yona 2:2 mbili mbili, inasemaje? Nisome. Mm-hmm. Yona sura ya pili mstari wa pili nasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu Mkuu. Hey. Akasema hey. Nalimlilia Bwana Yesu kwa sababu hey, ya shida yangu, hey, naye akaniitikia hey, katika tumbo la kuzimu naliomba nawe ukasikia ya sauti yangu. Halo, amina. Labda nikueleze leo, nawezekana ulikuwa ujui kwa nini nafikiri shetani amefananishwa na nyoka, yaani pale bustani Edeni. Kwa nini shetani alifananishwa na nyoka? asingefananishwa na chui, asingefananishwa na ng'ombe, asingefananishwa na fisi yeah. Kwa nini shetani alifananishwa na, na tu ukiangalia vizuri nyoka aliambiwa, kwa tumbo utakwenda. Ndio, kwa tumbo utakwenda, utakwenda. Nguvu ya shetani iko hapo, iko hapo hapo. Halo, amina, halo? Maana yake moyo wako roho yako inapokuwa inatazama inamtazama Yesu, roho yako inahitaji kushipishwa, roho yako inahitaji nahitaji kufunguliwa. Amina, na njia moja wapo ni kufunga na kuomba, amen. Tunapokuwa kwenye maombi haya, maombi ya kuvunja malango ya kuzimu, tuhakikishe katika zile magrupu matatu, huko grupu moja wapo. Amina. Upo grupu moja wapo. Sema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Haleluya, amen, haleluya, amen. Sema jioni ya leo natoka kwenye mateso, natoka kwenye mateso. Sema jioni ya leo, jioni ya leo ninavunja malango ya kuzimu, ninavunja malango ya kuzimu, hayatakuwa na nafasi Ayata